Yote ni kuongeza eh, uwezeshaji eh, kwa nyinyi wafanyabiashara kufanya shughuli zenu. Mnafahamu umeme vile vile ni sehemu, sio tu ya usalama, lakini ni sehemu ya maendeleo. Haya yote yanafanyika ni kwa sababu ya fedha zetu zinazotokana na kodi zenu. Tunawapongeza sana wafanyabiashara kwa ulipaji wa kodi kwa hiari ambao unaleta maendeleo katika taifa letu na kwa sababu hiyo basi uzinduzi wa dawati hili unaashiria hatua muhimu katika juhudi za serikali ya Tanzania za kukuza mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara, hasa wale wa sekta isiyo rasmi, na kuhakikisha wanapata nafasi ya kuchungi, kuchangia uchumi wa taifa letu kwa njia endelevu. TRA imeanza kuingia makubaliano maalum memorandum of understanding na baadhi ya taasisi kama SIDO kwa malengo ya kushirikiana na kuwahudumia wafanyabiashara na wajasiriamali kwa pamoja kwa lengo la kuwasaidia kuinua na kufikia malengo au ndoto zao za kiuchumi. Aidha, mashirikiano haya yataendelea pia kwa taasisi zingine kupitia dawati hili ilio ambalo wameweza kulikusudia kuweza kutuwezesha wafanyabiashara sisi liwe ukawe mfano hai bora katika taasisi nyingine kuona kuna umuhimu gani wa kuweza kushirikisha wafanyabiashara na wajasiriamali katika kukuza biashara pamoja na kipato kwa wananchi wa mkoa wetu. Wafanyabiashara walipi mikopo, lakini kwa sababu mikopo inachelewa kwamba mtu unapoomba inabidi angalau wabalance wamba huyu mwezi waliombea, inamaana wao wanajua hii biashara wakifanya basi ya madeni yatalipika. Kwa hiyo tungeomba serikali ije angalau ituwekee miundo mbinu ya kule wafanyabiashara wanakofanyia. Wamachinga pia tu, tu, tupewe mikopo kwa wakati ili tuondokane na adha ile ya kausha damu, sababu wamachinga tunateseka sana kwenye kausha damu.